Ruvuma TV tupo kuhabarisha umma. Kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Ruvuma ikiongozwa na mkuu wa mkoa wa Ruvuma, Dr. Binilith Mahenge amwatembelea majeruhi wa ajali ya basi la New Force waliolazwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Ruvuma wakipatiwa matibabu. Mganga mkuu wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Ruvuma d anatoa ripoti ya majeruhi hao kumi na tisa ambao wanapatiwa matibabu hospitalini hapo. Tulipokea wagonjwa kumi na tisa wa ajali ya jana na tumekwisha kuwahudumia, na kati yao kumi na moja ndio waliosalia hospitali, lakini tunaendelea kuwahudumia na hali zao ni nzuri. Wengine wale walirusiwa kwa matibabu ya nje. Kati yao kumi na moja hakuna ambaye ana matatizo makubwa sana, ni majeraha madogo madogo kwa mfano kuvunjika mkono na kupata dislocation. Kwa hiyo tutaendelea kuhudumia, na wengine wako kazini theater, kazi inaendelea, tunaamini wataendelea vizuri nao. Baadhi ya majeruhi wanaelezea chanzo cha ajali hiyo. Uh, tulikuwa tunatoka Sani, ilikuwa nikifanya no yes, tunakuja huku sasa. Sasa sijajua maeneo gani ile, lakini nikaona ile kuna mbele kona lori fulani hivi umeona. Sasa yule dereva si yule lori ilikuwa ilikuwa imekaa katika kete barabara au vipi? Sina wakasa, lakini nikaona tu, mlikwepa ile lori ilikwepa akashinda kunitia barabara hiyo, ndio ndio ikati kaenda pembeni barabara ndio kaanguka. Tokea ni uzembe wa dereva yeye, kwenye kona anaovateki, pia anazima taa ya mbele huku bado yuko mwendo kasi, akaenda mbele kidogo, tukaona dereva kama gari limemshinda vile, akaamua ahame upande wa, upande wa saiti yake akahama ng'ambo ya pili ya barabara yake akaja akaovaa mti. Ruvuma TV tupo kuhabarisha umma. Naye mkuu wa mkoa wa Ruvuma Dr. Binilith Mahenge akatumia nafasi hii kutoa ujumbe kwa madereva pamoja na wamiliki wa vyombo vya moto. Tunashukuru sana, nimefanya kazi nzuri na nimetembelea, nimeona majeruhi wamehudumiwa na wanaendelea vizuri, na tunaamini Mwenyezi Mungu atawabariki. Nichukue fursa hii vile vile kuvyomba na hasa wanao vyombo vya usafiri kwamba wafuate taratibu na sheria, na hasa hasa za kuhakikisha kwamba hawatumii mwendo wa kasi. Hii ndio inayopoteza maisha ya walio wengi sana, uzembe wetu ndio unatufikisha hapa tulipo na kupoteza maisha ya wapendwa la lakini, tuki haya yanaweza kudhibitika tukifuata taratibu na sheria za uendeshaji wa vyombo vya moto barabarani. Ruvuma TV tupo kuhabarisha umma.